Mbwa wa bilionea alimfukuza mwanamke mjamziko maskini na mwanawe ambaye alikuja kumuuzia mahindi bilionea huyo. Ilikuwa asubuhi ya baridi pale Karen, Nairobi, upepo mdogo ukipuliza majani ya miti mirefu kando kando ya geti kubwa la chuma. Rehema, mwanamke mjamzito wa miezi saba, alisimama kwa tahadhari, mfuko wa gunia la mahindi ukiwa umeegemezwa mguuni. Pembeni yake alisimama Baraka mwanawe wa miaka kumi, macho yake yakiwa yamejaa matumaini na hofu kwa wakati mmoja. Subiri hapa mama, Baraka alinongona, lakini hawakupata nafasi ya kusema zaidi. Mlango mdogo ulipofunguliwa, mbwa mkubwa mweusi aliruka kwa hasira, akabweka kwa sauti nzito iliyotetemesha moyo. Rehema alisogea nyuma kwa haraka, mkono wake ukishika tumbo lake. Rudi nyuma, ondokeni hapa! Sauti ya mlinzi ilisikika. Mahindi yakamwagika chini, Baraka akapiga magoti kuyaokota, Rehema machozi yakimtoka kimya kimya. Ndani ya ua gari la kifahari lilikuwa linaoshwa. Mwanaume mmoja mwenye suti safi, Bwana Mwangi, bilionea maarufu wa uwekezaji na mali isiyohamishika, alisimama kwa mbali akitazama bila kusema neno. Hakujua kuwa asubuhi hiyo ingemfuatilia maisha yake yote. Rehema hakulia kwa sauti. Alijifunza zamani kuwa machozi hayanunui chakula wala hayalipi ada ya shule. Alimshika Baraka mkono, wakajiondoa polepole, huku mbwa akiendelea kubweka nyuma yao. Tutapata mnunuzi mwingine mama, Baraka alisema kwa sauti ya kujikaza. Walitembea hadi barabara ya Ngong Road, wakakaa chini karibu na kibanda cha chai. Rehema alipumua kwa shida, ujauzito ulimchosha, lakini njaa ilikuwa kali zaidi. Kabla ya baba yako kufariki, tulikuwa na shamba Bungoma, Rehema alianza, lakini matibabu ya hospitali yalituchukua kila kitu. Alimtazama mwanawe, elimu yako ndiyo bima yetu pekee. Wakati huo huo, ndani ya gari lake, Mwangi alikaa kimya. Maneno ya mlinzi yalirudi akilini, ya mwake aliona gunia la mahindi likimwagika. Kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi ya biashara, fedha na mikataba ya mamilioni, moyo wake uliguswa kwa njia isiyoeleweka. Mwanamke huyo alikuwa mjamzito? aliuliza dereva. Ndiyo bwana. Mwangi akatazama nje ya dirisha. Kitu ndani yake kilimsuta, lakini bado hakujua kwa nini uso wa mtoto yule ulimfuata hata alipofika ofisini Westlands. Siku ilipopita lakini picha ile haikumwacha Mwangi. Kwenye mkutano wa wawekezaji wa bima na fedha alisikiliza nusunusu, mawazo yake yalikuwa Karen, pale getini. Jioni hiyo aliagiza dereva amrundishe njia ile ile. Alisimama karibu na kibanda cha chai. Waone wale, dereva alisema kwa mshangao, bado wako hapo. Rehema alikuwa ameuzwa mahindi machache tu. Baraka alilala amekunja magoti. Mwangi alishuka taratibu, hakutaka kutambulika. Alisogea. Samahani mama, alisema kwa sauti ya kawaida. mahindi ni yako? Rehema alisimama haraka. Ndiyo bwana, ni safi. Mwangi alichukua punje mkononi, akaikagua. nitachukua yote. Macho ya rehema yakang'aa. asante sana lakini kabla hajachukua pesa, Mwangi alimuuliza swali lililomtikisa Rehema. "Baraka ni mtoto wako wa kwanza?" Rehema alinyamaza. Baraka alifungua macho. Hapana, Rehema alisema polepole, alizaliwa kabla sijafika Nairobi. Mwangi alihisi kifua chake kubana, hesabu ya miaka ilimgonga kama radi. Mwangi alikaa kimya kwa sekunde ndefu, akatoa pesa zaidi ya thamani ya mahindi. Chukua, alisema na, kesho njoo hapa tena. Lakini Rehema alianza, hakuna lakini. Walipoondoka, Baraka alimwangalia mama yake. Mama, yule mzee ana macho kama yangu. Rehema alishtuka, usiseme hivyo. Lakini usiku huo hakuweza kulala, aliikumbuka safari yake ya zamani Kisumu miaka kumi na moja iliyopita mapenzi ya haraka ahadi zisizotimia mwanaume aliyesafiri ghafla akisema anaenda kujenga maisha Nairobi siku iliyofuata Mwangi aliwaalika kwenye ofisi ndogo karibu na Upper Hill. aliwaletea chai akaa mbele yao kama mtu anayehofia ukweli Rehema nilikuwa Kisumu miaka 12 iliyopita Rehema alishika kikombe kwa mikono inayotetemeka mimi pia alisema Ukimya ulitawala. Niambie, Mwangi aliuliza sauti ikivunjika. Baraka alizaliwa mwezi gani? Machi. Mwangi alifumba macho. Ndani ya moyo wake ukweli ulianza kujijenga taratibu mzito zaidi ya mali zote zake. Mwangi hakukimbia ukweli. Kwa mara ya kwanza utajiri, uwekezaji na hadhi havikuwa na maana. Alisimama, akatembea hadi dirishani. Nilikuwa maskini kama wewe. Niliahidi nitarudi, sikurudi. Rehema, machozi yakamjaza. Sikukuomba chochote. Mwangi akageuka. Lakini mtoto wangu alitesa. Baraka alisimama. Mama, ni kweli hiyo? Rehema alimtazama mwanawe, akatikisa kichwa taratibu. Mwangi alipiga magoti mbele ya Baraka. Samahani mwanangu. Baraka hakujibu. Alikumbuka mbwa, kelele, hofu. Macho yake yakajaa machozi. Ndiyo, huyo mbwa wako alinifukuza. Mwangi alishusha kichwa. Ndiyo. Kimya kikatawala. Lakini nje ya dirisha jua la Nairobi lilianza kuzama polepole, pole, kama ishara ya mwisho wa siri ndefu. Huu haukuwa mwisho wa hadithi, ulikuwa mwanzo wa majaribu, chuki mapenzi na ukweli ungeutikisa ukoo mzima wa Mwangi, biashara zake na jina lake lote. Habari haikai ndani, ya siku chache tu, tetesi zilianza kusambaa katika nyumba ya Mwangi. Bi Mwangi, mke wake wa ndoa ya miaka 20, alianza kuona mabadiliko. Kwa nini umekuwa kimya hivi karibuni? Aliuliza wakati wa chakula cha jioni. Mwangi hakujibu alikuwa akimuona baraka kila alipofumba macho. Bi Mwangi hakuwa mjinga. Alimtuma Agnes, dada wa kazi, afuatilie. Ndipo ukweli ulianza kujitokeza polepole. Bwana anaonana na mwanamke fulani Upper Hill na mtoto. Agnes alisema kwa sauti ya chini. Uso wa Bi Mwangi ukabadilika. Mtoto? Hasira ilichanganyika na hofu. Alimkumbuka miaka ya mwanzo ya ndoa yao alipopoteza mimba mara mbili. Lete kila unachojua, alisema kwa ukali. Wakati huo huo, Rehema alianza kuhisi uzito wa hali mpya. Jirani walimwangalia kwa macho ya maswali. Baraka alianza kuulizwa maswali. Mama, kwa nini watu wanasema baba yangu ni tajiri? Rehema alijua safari hii haingekuwa rahisi. Ukweli ulikuwa unaanza kuuma. Mwangi alimuhamishia Rehema na watoto kwenye nyumba ndogo Ruiru, mbali na macho ya watu. Alisema ni kwa usalama. Hii sio gereza, Rehema alisema kwa sauti ya tahadhari. Ni heshima ninayohitaji. Mwangi alitikisa kichwa. Ninakujua Rehema, sitakuumiza. Lakini maneno hayatoshi kuponya miaka ya maumivu. Siku moja Bi Mwangi aliwasili bila taarifa. Alisimama mlangoni, uso wake mgumu kama jiwe wewe Ndiye? aliuliza. Rehema alisimama imara. Ndiyo, na sitafuti nafasi yako. Bimwangi alimwangalia Baraka, kisha tumbo la Rehema. Machozi yalitaka kumtoka lakini akajizuia. mume wangu amenidharau, alisema, na sasa unaniletea watoto. Rehema alishusha pumzi. nilikuja Nairobi kuishi, si kuharibu ndoa. Maneno hayo yalimgonga Bimwangi vibaya. Alitoka bila kusema tena. Usiku huo, Mwangi aligundua kuwa ukweli hauunganishi tu, pia uvunja. Baraka alianza kumchukia Mwangi. Hakumuita baba, hakukubali zawadi. Unanundua kila kitu kwa pesa, alisema kwa hasira. Mwangi alikaa kimya. Alijua anastahili lawama. Shuleni, Baraka alipata matatizo. Alipigana na mtoto aliyemuita mtoto wa siri. Mwalimu alimwita Mwangi. Mtoto wako anaumia, alisema. Mwangi alimkuta Baraka uwanjani jioni. Nisaidie ni kujue, alisema kwa upole. Baraka alimwangalia. Nilihitaji wewe zamani. Maneno hayo yalipasua moyo wa Mwangi. Wakati huo huo, Rehema alianza kupata matatizo ya ujauzito. Alizimia sokoni, akakimbizwa hospitali ya Aga Khan. Mwangi alikimbia kama mtu aliyepoteza mwelekeo. Alikaa nje ya wodi mikono ikitetemeka. Daktari alisema mtoto yuko hatarini, msongo wa mawazo ni mkubwa. Mwangi alijilaumu, utajiri wake haukuweza kununua amani. Usiku wa dhuruba, rehema alijifungua mapema. Kilio cha mtoto kilisikika dhaifu, lakini hai. Ni msichana, nesi alisema. Mwangi alilia kimya kimya, alimshika mtoto kwa mikono inayotetemeka. Bimwangi alifika hospitalini. Alisimama mbali akitazama. Ndani ya macho ya mtoto aliona kitu kilichomgusa. Hakukuwa na hatia hapo, kulikuwa na maisha mapya. Alimsogelea Rehema. Pole, alisema kwa mara ya kwanza. Rehema alimtazama. Asante kwa kuja. Ukimya ulitawala, lakini haukuwa wachuki tena. Baraka aliingia, akamwangalia dada yake mdogo, akamshika kidole Mama ni mzuri, alisema kwa sauti ya upole. Mwangi alijua safari ilikuwa bado ndefu, lakini kulikuwa na mwanga mdogo mbele. Wiki zilipita, Mwangi alifanya uamuzi mzito, aliwaita familia yake yote, ndugu, wazazi, hata wanahabari wa karibu. Leo nasimama kama baba, sio kama bilionea, alitambua hadharani watoto wake wote wabiri. Aliahidi elimu malezi na heshima sawa. Bi Mwangi alikaa kimya, lakini hakupinga. Baraka alimwangalia mama yake. Mama labda anaweza kujifunza. Rehema alitabasamu kwa uchovu, lakini si kila mtu alifurahia. Ndugu wa Mwangi walianza kupanga njama, biashara zilitishiwa, jina lake lilianza kuchafuliwa. Mwangi alipoteza mikataba mikubwa, lakini hakurudi nyuma. Familia kwanza alisema. Lakini bado kulikuwa na ukweli mmoja mkubwa haujasemwa, siri ambayo ingeibuka katika sehemu ya mwisho na kubadilisha kila kitu walichodani wanajua. Siku ambayo kila kitu ilipaswa kuwa sawa, ndipo ukweli wa mwisho ukaambua kujitokeza katika kikao cha familia kilichoitishwa Limuru. Shangazi mmoja mzee, Mama Teresia, alisimama kwa taabu, akisaidiwa na fimbo hii siri nimeibeba kwa miaka mingi na imeniumiza. Watu wote walinyamaza. Na hii siri imeniumiza, aliendelea. Rehema hakufukuzwa Bungoma kwa umaskini pekee, alifukuzwa kwa sababu alikataa kuuza ardhi ya marehemu mume wake kwa bei ya udanganyifu. Mwangi alishtuka, mume wake. Ndipo ukweli mzito ukaanguka. Baraka si mtoto wa damu yako. Lakini mtoto aliyeko tumboni ni wako. Ukimya ulipasua chumba. Rehema alilia. Nilijaribu kusema lakini sikujua nianzie wapi. Mwangi alikaa chini taratibu. Maumivu hayakuwa ya hasara, bali ya ukweli uliochelewa. Alimtazama Baraka. Wewe si wa damu yangu, lakini wewe ni mwanangu kwa moyo. Baraka alisogea karibu. Baba si damu. Baba ni yule anayekaa. Maneno hayo yalimgonga Mwangi kuliko ukweli wowote. Miaka miwili baadaye, Karen haikuwa tena mahali pa machozi, ilikuwa mahali pa mwanzo mpya. Mwangi alifungua mfuko wa elimu na kilimo kwa akina mama wajawazito na wakulima wadogo. Jina lake lilirudi, safari hii kwa heshima. Rehema alirudi Bungoma, si kama maskini, bali kama kiongozi wa ushirika wa mahindi. Alisimama imara. Baraka alifaulu shule akimwita baba bila kusita. Msichana mdogo Neema alicheza uwanjani akicheka bila kujua alivyoleta upenyaji. Siku moja, mbwa yule yule aliletewa mfugo mpya, lakini sasa hakuwa ishara ya hofu, bali kumbukumbu ya safari ndefu. Mwangi alimwangalia Rehema, nilipoteza mengi. Rehema alitabasamu, lakini ulijipata. Jua lilipotea juu ya milima ya Ngong, hadithi ikafungwa. Sio kwa utajiri bali kwa familia.